Tunapokuwa kuwa tunapromote injili hatupromote madhehebu. Unajua, unaweza ukafurahia mtu kujiunga na dhehebu lako, lakini haina maana kabisa ikiwa mtu huyo hajajiunganisha na Kristo aliye kiini cha wokovu. Unajua, madhehebu yamechochea ubaguzi na chuki kwa asilimia kubwa katika Ukristo kuliko kuleta umoja na upendo, kwamba msabato anamdharau mlokole na kuona kuwa amepotea, mlokole anamdharau mkatoliki kwa kumwona kuwa amepotea, na kila mtu anaamini kwamba yeye ndiye yuko katika njia sahihi. Lakini mimi kama mtumishi, ninapokwenda kuwatembelea watu, kuniuliza maswali kwamba ina maana wasabato tu ndio watakaookolewa? ina maana walokole tu ndio watakaookolewa? ina maana wakatoliki tu ndio watakaookolewa? Je, watu wote hawa waliobakia watapotea? Sasa usipokuwa na tafakari nzuri, utakimbilia katika kitabu cha Mathayo ile sura ya saba mstari wa 13 na 14 kumuhakikishia kwamba njia ya kwenda uzimani ni nyembamba na ni wachache tu ambao wanafanya nini, ambao wanaiona. Lakini swali linakuja, hawa wachache ni wakina nani? Kwa sababu kila dhehebu linaamini kwamba wao ndio hao wachache. Binafsi ninaamini kwamba Mungu analo kanisa analokanisa hapa ulimwenguni, lakini msingi wa hilo kanisa lazima uwe wa kiroho kuliko kuwa wa kitaasisi. Sisemi kwamba hakuna taasisi, lakini msingi ni sharti uwe wa kiroho kuliko wa kitaasisi. Hata Israeli hawakuokolewa kama taifa, waliokolewa kama mtu mmoja mmoja kwa utii na imani. Biblia inasema wengi waliangamizwa kwa sababu Mungu hakupendezwa nao. Biblia haisemi kwamba walokole wa Sabato wa Katoliki au Uislamu hawata ulithi ufalme wa mbingu. Biblia inasema wazinzi, waongo, washerati, wachawi, wauaji, waabudu sanamu, wa wa na watu wenye tamaa na sifa mbaya kama hizo hawata ulithi ufalme wa mbingu. Kwa hiyo kokote uliko katika dhehebu, ikiwa uko katika tabia hizo na changamoto hizo, wewe ni miongoni mwa wale yosiyo ulithi ufalme wa mbingu lakini ikiwa wewe ni mcha Mungu, popote ulipo unaweza ukawa na access ya kuisogelea ile njia ya nyembamba. Mungu akubariki.